Hata wakati wakina Petro, Mungu ukazidi kunena, Yesu Kristo wa Nazareti, neno lako linasema ya kwamba A Bwana vyote vilifanyika kwa wewe Bwana. Tazama Mungu mwanao nimesimama mbele za watakatifu wako Bwana, na mbele za kanisa lako sahii. Mungu ulijua siku ya leo, Mungu mimi sikuijua, maana hayupo wezae kuijua kesho. Wewe ndiwe ujuaye, mfalme wa amani, ninakuomba Bwana, utawale mari hapa, utudumie kadi upendavyo kila mmoja, Mungu kwa kadi ulipomkusudia siku ya leo.

na kadri ulivyokusudia kanisa lako, utuguse mfalme wa amani, kwa namna ya ajabu. Tena ukasema Bwana ya kwamba neno lako lina uzima na uhai, ni pumzi iletayo uhai. Mfalme utuguse, mwamba wa uzima, kwa namna ya ajabu, katika jina la Yesu Kristo nikiomba haya Bwana na kwamini Mungu utendaye matendo ya ajabu na makuu, katika jina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen, amen. Amen. Bwana asiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki sana. Baba kasema toka Mbeya Mbeya, nyumbani manasiwe sana. Mbeya nyumbani anatenda nyumbani, maana nyumbani ni nyumbani tu, akubadiliki, kwamba sio kubadilika, kwamba mazingira kule, uzuri wa ndani sababu ni mazingira ambayo umekuwa umeyaona. Kwa hiyo bea nyumbani, nimezaliwa huko, mezaliwa ni wala wachimba madini anazue. Kwa hiyo nimezaliwa kwenye fedha na dhahabu. Ni mali ya nani? ya Mungu. Mindo nikazaliwa huko kwenye mali za Mungu, wanaswe sana. Namshukuru Mungu kwa kunipa kibali siku ya leo. Pia namshukuru mchungaji kwa kunipa kibali, upendo wa Mungu upendwa mchungaji, pia maana yeye asipotoa ruhusa ya kusimama hapa, unazidi kukaa kusikiliza, na unazidi kula kutoka kwenye madhabahu, na unazidi kupokea. Hatuchukii, tunafurahia kwa sababu tunalelewa vizuri na baba yetu, amen. Ule mgeni aliyefika hapa alitoa al, al, al, al, alisema neno moja asema, ay ah, mchungaji mzuri sana. Alisema mimi ndio nalelewa hapa. Bwana asifiwe sana. Nikatoka huko Mungu akanipa neema nikatua hapa pa. Bwana asifiwe sana. Mara ya kwanza anapofika nitasali, nitasali oh, hapa bwana asifiwe sana. Lakini mawazo yangu si mawazo ya Mungu. Mungu yeye aliyekusudia nikae hapa na ni Mungu nayemwona siku zote. Bwana sana. Ni Mungu ambaye anajibu kila wakati napomwomba. Ni Mungu ambaye hanyamazi kila wakati. Ni Mungu ambaye yupo tayari kukugusa na kukuhudumia siku ya leo. Yule Mungu aliyesema na kina Ibrahimu baba zetu wa imani ni Mungu anayesema nasi hata siku ya leo, yupo tayari kutugusa na kutuhudumia. Najua nilipopokea ujumbe huu ni kaanza kujiuliza tasema nini. Hilo ndio la kwanza kwa sisi tuna waubili ubili, utasema nini bwana? Asiwe sana bwana, asiwe Amen. Maana kuenenda sawasawa na anavyotaka Mungu na kusema sawasawa na mapenzi yako ni tofauti. Unaweza ukapata kibali, lakini ukasema kwa akili zako, lakini kusema kwa akili za Mungu na kwa mawazo ya Mungu anayowaza juu ya kanisa ni bora sana. Bwana asiwe sana, tutajifunza. Kuna mgeni, naitwa Isah Mwandinde. Bwana asiwe sana. Sio, ukaandika mhubiri kichwa cha somo, Bwana siwe sana naitwa Isa Mwandinde. Ujumbe, nasema nafasi ya maombi katika kuleta mabadiliko. Nafasi ya maombi katika kuleta mabadiliko. Nafasi ya maombi katika kuleta mabadiliko. Hali halisi, wataalamu wanaeleza kwamba kadri siku zinavyokwenda ndivyo mazingira ya dunia yanavyobadilika yanavyoharibika. Joto la dunia linaongezeka. Ongezeko la joto la dunia ni kwa sababu, zipo sababu na zipo nafasi zilizoharibiwa zikageuzwa kwa namna fulani na mwanadamu mwenyewe pia. Nafasi ya maombi kwenye mabadiliko, maombi yana nafasi yake kuelekea mabadiliko. Kama imani inayo nafasi, hata maombi yana nafasi kubwa sana kuelekea mabadiliko, mabadiliko ya kanisa, mabadiliko yako mwenyewe binafsi. Maombi yana nafasi kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna kitu kinachoweza kubadilika kama, hakuna kitu kisichoweza kubadilika kama u kama unaomba. Hakuna kitu kisichoweza badilika kama unaomba. Hebu niangalie mimi kwanza nilipo. Au angalia viti ulivyokalia, tafakari kitu gani kilichosababisha hiki kiti kikafika hapa. Ukitafakari hivyo ndivyo maombi ilivyo. Hatua moja ya kuokoka haitoshi, sawa. Nimewekewa mikono na mchungaji, kaniombea, sawa nimepokea wokovu lakini kuna hatua nyingine inapata ili niweze kubadilika. Nilikuwa ni mlevi sasa, ili niweze kubadilika, kuna namna ya kuweza hatua at moja kuvuka, kuachana na ulevi manasiwasii sana. Ndivyo ilivyo kwenye maombi hakuna mwombaji ambaye, hakuna maombi ambaye hayana haya, no matokeo hayawezi kuleta mabadiliko. Jua hapo ulipokaa leo, umetulia umekaa, kwa sababu yupo mtu alisimama akaomba maia matokeo ambayo hayana mabadiliko, maombi ambayo hayana mabadiliko yale mabadiliko yako. Haleluya! Kwa hiyo sababu ya watu kujiona hawana msaada kwa sababu hawana maombe. Najiona upo ukiwa kwa sababu hauna maombe. Kuna wakati na huzuni umekaa unanung'unika mwana wa Mungu uliyeokoka, unanung'unika, unapita mahali, unamchukia hata ndugu yako kwa sababu haja kusaidia jambo fulani, ume- unajiona umekosa msaada kuna wakati ambao unaweza ukasimama ukakaa mwana wa Mungu ukaona kweli, hali hii inayopitia, angekuwa fulani kanisaidia, ningekuwa nimeshakamilisha. Unafika kwanza kulaumu, unasahau kwamba yupo mmoja ambaye anajibu mchana, anajibu jioni, anajibu asubuhi, kila wakati anajibu. Ukimpelekea hoja zako, ukimkumbusha tu, yupo anajibu. unamsa sahau unaanza kunungunika, maisha haya yamekuwa magumu, umekaa umekaa, unaona mkiwa familia yangu ipo hivi, lakini nimewangu, angefanya hiki hapa, tungekamilisha. Kaka yangu angenisaidia yeye, ana fedha, ningekuwa hapa nilipo, nisingekuwepo ningetoka, ningeenda hatua nyingine. Unafika unaanza kulaumu, ndani ya roho yako inafarakana na ndugu inaparakana na marafiki, moyo unaparakana na kila mtu, kwamba sina msaada wote. Lakini unasau msaada upo sana. Nafasi ya maombi katika kuleta mabadiliko. Leo maombi yana umuhimu na nafasi kubwa ya kuleta mabadiliko. Twende maandiko tusome. Mathayo mlango wa kumi na saba Mathayo mlango wa kumi na saba Mathayo mlango wa kumi na saba itasoma msari wasim. Lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kwa kufunga. Anasea wanafunzi wake kaenda kumkemea pepo fafu, hakutoka baada ya kuto kwa yule mtu wakamwita Yesu mwenyewe. Yesu akawaambia na umekuwa dhaifu wa imani. Baadaye wakamuuliza, mbona sisi tuliomba lakini hai, haikutendeka. Kawaambia kwamba namna hii peke yake haiwezi kutoka, siukuu na kufunga, kusali na kufunga. Bwana sisi nikaenda kutafuta maandiko Biblia nyingine nikachukua pale Biblia nikaanza kusoma, nikaikuta Biblia moja, huu msari imeufuta haupo. Unaweza ukakutana Biblia haina, haina msari huo. Kwa nini? Wamefunga, wanajua wao, siwezi nikamsema, lakini huo msari haupo kasa hii Biblia haina msari nikaiweka hapo na tutakutumia wewe kwanza. Nikachukua Biblia nyingine, Bwana asiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu siri ya maisha ya mtakatifu yapo kwenye maisha ya kutafuta utakatifu, ili uzidi kukua na ili utafuta utakatifu uzidi kukua, hautakuwa hautaongezeka kimo wala hautaongezeka imani kama hautakaa kwenye kusali, kufunga na kuomba. Unapokaa kwenye kuomba, unamtafuta Mungu, ndipo viwango vyako vya ndani vinauwiswa na mwili wa ndani unauwiswa. Kila wakati unaanza kuona hiki nikikifanya ni kosa mbele za Mungu, unatengenezwa na Mungu namna fulani. Yupo mtu mmoja akawai kuuliza akasema, wewe unaongia kwamba Mungu yupo na anasema unauhakika, anaweza kusema Mungu? Nikasema ndiyo, Mungu wangu anasema. Kama wakwako ni bubu, wakwangu anasema maana nikim, nikienda kumkumbusha kama ilivyoandikwa Isaya arobaini na tatu mstari wa ishirini na sita nikumbushe na tuosiane. Ninakwenda kumkumbusha Mungu, amesema tuosiane. Ni nini maana ya kuozi Kuojiana, maana yake huyu mtu anakusikiliza, anasema na wewe ana kwa ana, anasema na wewe katika ulimwengu wa roho, kuna kuna kuna connection fulani imekaa ndani ya ulimwengu wa roho, ile connection inasababisha msikilizane. Wapo wengine wakatoa shuhuda kwamba ulimwengu wa roho mtu akinong'ona Mwanza na Dar es Salaam unasikia. Ndio maana Mungu wetu anasema dunia ni ndogo, ipo kiganjani pake, kwa sababu anasikia kila kona ya ulimwengu, hata ukinong'ona kwenye simo anasikia, ndipo ilipo hasa. Tukikaa tukianza kuomba, ile connection ya ndani inasababisha Mungu aanze kuojiana. Unapoojiana na Mungu, ndipo Mungu anaanza kusema. kama ulikuwa unaomba, labda unaomba kwa habari ya watoto wako, Mungu anakuamizia, anasema anza kuomba kwa habari ya mme wako. Unaanza kuomba kwa habari ya mme wako, ukimaliza hapo, basi Mungu anaweza akakuamizia anaweza kuanza kusema, basi anza kuomba kwa habari ya kanisa kabisa upo wakati unabadilika. Bwana siwe sana. Kuna wakati nikawa naombea taifa nikawa taifa ni ombi langu la saba kwenye maombi ya kila mwaka. Sasa nikawa nimekaa naombea taifa, nikaomba taifa, wakati ule nipo nipo sekondari, nikawa naombea taifa, nimeomba nimeomba, Mungu kageuza, kulikuwa na uchaguzi wa Kongo. Mungu kageuza kaanza kusema, ombea taifa la Kongo, nilikuwa sijui nikageuka nikaanza kuomba kwa ajili ya taifa la Kongo. Nimeanza ni kuomba hapo, nikaomba Mungu, nikaomba Mungu, lakini nilikuwa naomba nini? Amani, uchaguzi uisi kwa amani. Na shukuru Mungu kukawa na amani kwenye ule uchaguzi. Bwana Yesu asiwe sana, hakukuwa na vurugu sana. Bwana asiwe. Kwa sababu gani? Mungu wetu anajibu. Na ile, Mungu unapoongea naye, unazungumza naye, anajua mwanangu amekuja pamoja kuongea nami. Ameku, yani yupo tayari. Unampa Mungu unampa Mungu, niseme unampa Mungu utayari wa kukusikiliza wewe. Haw, hakuna mama ambaye hatamsikiliza mtoto wake aliyekimbia kufika jikoni na kumwomba kitu, afu mwingine kakaa nje. Atamsikiliza aliyekaa jikoni. Kama, kama, kama unataka kujua mtu anapendwa na mama, ni yule ambaye anakaa karibu na kusikiliza mama wewe kwa kacheza kazi kacheza, ubaji unaenda huko mitaa ya pili ya tatu, utakuta vitu vinalika, hutasikia wenzako wanakuta, sisi tulinunuliwa juisi watoto hao, si ndio? Ipo sisi tulikula juisi. Kwa nini wamekula juisi? ndivyo na sisi kanisani ilivyo. Mwingine utamwona anabarikiwa anaenda wewe, kwa sababu ulikuwa mitaa mingine, haupo karibu na Mungu. Lakini ukiwa karibu na Mungu hautasikia na wewe utayapata utayashika kwako kwa, kwa sababu upo karibu na Mungu. Lakini ukiwa mbali naye utasikia kwa wengine kwamba Mungu yupo na anafanya, lakini ukiwa karibu na Mungu hasa akisema anafanya na wewe unasema anafanya ndio, amefanya nini kwako? atasudia kwamba mimi alimponya mwanangu na yeye nao tena, utasudia kwamba mimi, hivi leo nakwambia nilikuwa nipanife kwa sari, lakini nimepona. Mungu anafanya kwangu, amefanya na kwako anafanya. Basi jina la Mungu linatukuzwa kwa sababu wote mpo karibu na Mungu, ndiko majibu yanapatikana. Hautaweza pata mabadiliko usipokuwa unamwomba Mungu, hautaweza kuona matokeo pasipokumwomba Mungu. Yeye ni Mungu siku zote, na yeye ndiye nahesibu kwa nsia maombi. Yeye ni Bwana siku zote wetu mungueu

Watamani, watamani wala hamna kitu, mwaua na kuona wivu, wala hamwezi kupata. Wafanya vita na kupigana, wala hamna kitu, kwa kuwa hamwombi. Tena kaweka alama ya kushangaa kwa kuwa hamwombi. Kianza msemo wa kwanza anasema, vita vyatoka wapi? mafarakano yatoka wapi? anaas vita vinatoka wapi leo makanisani? Mtu huyu hampendi huyu, kila mmoja kanisani anakagenge kake kakundi kake, fulani hampendi fulani naye amezidi, kila siku anapeleka matembele kwa mchungaji huyo, asipeleke matembele matembele si ana, ana, ana, anaenda kutoa tu kama baraka kwa Mungu Amina, kazidi kazidi Mungu amempa ame, ame, amempa yule jirani yake kamkanunulia Biblia. Mtu kaokoka ka-kanunuliwa Biblia na mshirika. Mshirika mwingine anaenda anamsema mshirika, "Kanunua Biblia ya nini? Wewe well, unataka yule tena apotee?" Haya ndiyo yapo. Na huo ni uhalisia. Amezidi. Mtu tu kaokoka sasa hivi lakini anamnulia na Biblia ya nini sasa? Ya nini wewe kama usomi? Mungu kakusudia yule asome akue. Amen. Vita vinatoka wapi kwenye makanisa? Vita vinatoka wapi leo? Huyu anapigana na huyu, utasikia huku e, e, kumeibuka e, sijui nabii fulani e, kumekuwa nini, ugomvi ugomvi mwingi kazidi, e, vimina, wakachukua mtu wangu A, umeacha kusudia kwa sababu gani? Hamuombi. Yakobo akasema vita vinatoka wapi? Vita vinakuja kwa sababu hamna maombi, mnaparakana kwa sababu hamna maombi. Lakini mkikaa mkiomba mkiomba sawa sawa, haya yote hamtayaona ona, siwe sana kama taifa, vya tuliomba kipindi cha COVID 19, ndio tangaza maombi. Ah, washirika walikuwa bize, unafahamu bize wa washirika, mtu umekaa ndani siku zote umeambiwa <laughs> hey, kutoka nje kwenda kwa kwa mikusanyiko kwa sababu mikusanyiko ina, ina, ina, ina punguza, punguza maneno kama hayo ya kuchonganisha chonganisha. Kwa hiyo ile mikusanyiko ikakatwa pa ilipokatwa, pa watu wakawa nafikiria hii hofu, mwingine fua tu l -l -mafua ya kawaida tu mafua tayari kachanganyikiwa, anakaa anaanza kumwomba Bwana niponye unapomwomba Mungu ile anaanza kuwakusanya tukakusanywa taifa zima tukao tunalia tukawa pamoja, tulikuwa moja, si wachungaji, si maaskofu, si kina nani. Angalia kulipotulia, kila mmoja kanyanyuka, huyu bana e, tukusanyike huku, kuna hiki, kwa sababu kumefanyaje, kumetulia. Lakini kulipokuwa hakujatulia, ha, ha ulisikia makusanyiko e, tupo huku, mi ndo naenda kununua huku nani e, nile ni, ni, hii nani uli, ya upako ulialikuwepo hayo, kuna mtu alifunga safari kwenda kule Miezi mingapi? Watatu hadi hadi karibia watu, mungine, yuda, likuana, fimbo, pa, pa, wa saba. Watu hawafungi safari kwenda kule, wamekaa wamekaa, wanamwomba Mungu, kwa maana wakati mwingine tumejifunza, na wakipigwa wayuda pa fimbo wanakaa sawa kwenye mstari. Kwa sababu gani? Wakati ule tulikuwa tunamwomba Mungu kumtafuta Mungu na kumsisitiza. Yani, yani kumbe lingine lilikuwa kubwa, Bwana ponya Watumishi, watumishi watumia kikombe, jamaa ni kanisa, tusifungiwe ibada, watu tulikuwa tunalia kanisani, ibada ziendelee, kwe tuondolee hili, kweli. Tuliomba kweli kweli. Leo nani amekaa kakusanya watu kasema tuendelee kuomba zaidi zaidi? Zinaibuka zile zile chokochoko choko, choko za kwanza. Mungu alitutengeneza akatupika, msimu ule tungeendelea na ule mwivo hadi saizi, haya makelele yasingekuwepo wana siwe sana, ashukuru Mungu, tukaja tena. Mungu katuletea mkutano wa sita, tukajifunza kwa watu, kumbe nasi wa Tanzania tunaweza. Utaona tukikaa muda kadhaa, kama hatujamwomba Mungu atuwezeshe kama wale wa Marekani waliotoka nje, tukakaa tukasema, tukaishia pale pale kusema, jamani tukusanyane Siku ngapi zitapita? Kila mtu yupo njia yake, mwingine anahubiri huku, mwingine yupo Masaki, mwingine yupo Sinza, hakuna hakuna maelewano kwamba tupatane jambo moja. Kusudi kubwa ni sisi kuwaita watu kwa Yesu. Hakuna, kila mmoja kasika njia yake. Kwa sababu gani? Hatupo sawasawa tuna, ha, gani. Pasipo kumwomba Mungu haya yote yanatokea, lakini tukikaa kumwomba Mungu sawasawa sawa. Mungu anahitaji nini? Anahitaji nini? tunakwenda tunasonga. Bwana siwe sana. Amen. Naweza ukajiuliza je, nitawezaje kuomba? Nitawezaje kuomba? Nitaomba namna gani? Bwana siwe sana. Tangu ulipookoka, ukapokea nguvu ya Roho Mtakatifu, ndiye anayekuwezesha kuomba. Yeye ndiye atayepangilia maombi uombezi. Yeye ndiye atakaye kusababisha uombe namna gani. Bwana sio sana, ili uweze kuleta mabadiliko hata ndani ya kanisa. Roho Mtakatifu ndiye akuongoze kwenye maombi. Akikuongoza kwenye maombi, atakupa sehemu za kuchimba kwenda kuomba. Utaenda ndani, utaenda dipu kuomba kwa ajili ya jambo fulani. Hautapita kwa kupalaza, utapita kwa kuomba na kwa kupenya ndani, mpaka unamgusa Mungu, kwa sababu yeye ndiye anayesaidia kuomba. maandiko Warumi nane msari wa ishirini na sita Yuda moja msari wa ishirini na Wakorintho wa Kwanza kumi na nne nne Kwanza Warumi nane mwingine afungue Yuda moja msari wa ishirini na mwingine afungue Wakorintho wa Kwanza mlango wa kumi na nne msari wa nne Warumi nane utasoma imeandikwa, kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini Roho wenyewe hutuombea kwa kuugua kusikuweza kutamkika kusikuweza kutamkwa. Basi soma yuda moja mstari wa ishirini na soma yuda moja mstari wa ishirini bali ninyi wapenzi, mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana na kuomba katika Roho Mtakatifu. Na wa kwanza Wakorinto wa kwanza kumi na nne msali wa nne mtasoma yeye, naye alinaye kwa lugha, kujijenga nafsi yake